Kupoa kabisa. Niko hapa ndio. Mambo yanaenda kama yalivyo. Mimi naitwa ah, kama nilivyo hivyo hivyo. Kama nilivyo. Kama? Naona kama kama kama hapa imeandikwa tulivyo. So yasi bro, soma vizuri. Ah, lipa kwa simu. Unafanya kazi lipa kwa simu? Hamna. Unafanya kazi wapi? Ah, nafanya kazi mixi. Ah, mix by yasi. Hamna. Mix by yasi ni nini? Ya Telimani. Ya Telimani? Ndio. Ya Telimani ndo mtandao gani? Ah, ya Telimani yenyewe inakuwa kama Vodacom. Kama Vodacom. Ndio. Kwa hiyo Vodacom ndo ya Telimani? Ndio. Vodacom ni ha? Vodacom, so ya Telimani. Ya Telimani ni TCCL. Si nyumbani, nyumbani bro. Mteja wa nini, wayas? E, jaribu kunyoka brother, ukisema mteja eleweka, mteja wa nini mix gani, wayas? Bro nielewe, Vodacom Vodacom hamna Tisero, bro, onekana kichwa wako ndogo. Jaribu kuelewa. Mi sijakuelewa. Uwezi elewa? Sasa bro, tuwachani na ayo. Ah, kuna kitu unitaka tusaidiane. Unaelewa, tusaidiane hapa like, kitu kimoja. Na kuelewa. Mimi hapa unavyoniona, sawa? Nafanya kazi kwenye duka moja la rafiki phone accessories, unalifahamu? Ah, ndakuwa, unalifahamu? Liko maeneo gani? Da, uwa nafanya kazi sehemu gani?